Hapa ni wakati mzuri zaidi wa kwenda kuangazia katika Zilizobamba, miongoni mwa segmenti ambazo nipendwa kwa watu wengi sana kwa ajili ya kuangazia taarifa mbalimbali zilizojiri mitandaoni, na hapa ni wakati wa kumkaribisha Ali Bakari Mufti kwa ajili ya kutupitisha sehemu mbalimbali akipita. Hapa ni kama vile atoka Mangula, lakini juisa kutoka moroko ndo zinafata. Atakwambia tu msumi msumi hapa eh, ndo zilizobamba bwana <laughs> <laughs>

ibwa karibu fti, karibu sana, asante sana, Saidi Msumbi. Vita ya Rashidi na Michael Johnson nguli, ye hainaga mwisho, tuwekie pambano. So, e, na vitasa vimerejea, nasi tunisema Azam TV mwakilishi wetu alishakufa miaka mingi. <laughs> <laughs> Saidi, Saidi, kabla hatujaingia kwenye zilizobamba, mimi hmm. naomba nichukue nukta tu kulipongeza hmm. jeshi la polisi, haswa uh, askari wa usalama barabarani hmm. Hmm. Uh, kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya uh, kule njia ya Bagamoyo ama tunaweza hmm. kasema Bagamoyo Rodi. Ay, Bagamoyo Rodi. Kuna changamoto, gari lilianguka mm. na limeziba njia maeneo ya laki... kwangu kabisa pale. Unaona sasa unaona, <laughs> sasa unaona sasa unaona sasa kwa hiyo <laughs> changamoto unaijua vizuri lakini, mm. kimsingi ni kweli kwamba jeshi uh, la polisi hasa usalama barabarani wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwa ya kwamba uh, watu wanapita katika hali hiyo hiyo ambayo kuna, kuna shida mm. kulikuwa na foleni kubwa sana, watu wanaotokea Bagamoyo, wanatokea mm. Tegeta Bunju, na nadhani njia rahisi ya kufanya kupita eh. wakifika mataa ya Tegeta yes. pale Tegeta huko mm. kama unaelekea Kibaoni zungukia eh, yes, yes. stendi huko Nyuki mm. eh, kwa watu wenye private yes, ambao wa waje watokee hapa Mbuyuni, kama hii njia ya yeah, kutokea huko yeah, Bahari Bichi yeah, Bahari Bichi ambayo ukitokea hapa Mbuyuni yeah, kwa pale hakuna foleni, kwa naweza kashuka chini au unaweza ukapita barabara ya nyuma huko Mamnyange ambao unapita huko chini unakuja kutokea huko yeah, yeah. yeah. <laughs> yani, <laughs> <laughs> yani kwa kwa jiji la Dar es Salaam tunakuonyesha yeah. njia za kupita za option bwana Rashid Bezi Bichi

Tuende so, <laughs> yes, moja kwa moja katika Zilizobamba mitandaoni katika kipindi hicho adhimu kabisa cha Viwanjani, tuangalie nini kimejiri huko. Tumepita katika ukurasa uh, wa bodi ya ligi, ama wenyewe wanajitambulisha ya kwamba ligi kuu, wameweka posti hii wakisema, unaikumbuka namba 184 na Sabana, nene, sindo mchezo wa Yanga na Simba ah, basi simbabasi, we kumbe unakumbukumbwa eh? mm -hmm. Au Michael mic uko hiyo, ndiyo mm -hmm. au <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mm -hmm. kwa sababu Rashid katakulia kujibu, nitaka nisikie na Michael naye anasemaje. Kwa hivyo bila shaka inakumbukwa hiyo namba eh? mm -hmm. na inamaanisha nini, ama sio ndiyo mm -hmm. Aya, basi sawa, sio kwamba ni kilo za za, Aa, <laughs> kilo zaba, kilo zaba, za hmm. Basi sawa, kama kumbukumbu ipo basi tuendelee kukumbuka, tutoke hapo tuende katika posti nyingine tuone na kwenyewe hmm. Uh, kuna habari gani? basi kumbukumbu iendelee kusalia hapa bwana, nimeweka posti hii tayari. Uh, kikosi cha Taifa Stars kimeshatua uh, kulekwa Madiba, Afrika ya Kusini, lakini uh, tumeanza kupita katika njia ambazo huwa wanapita masta wa timu ya taifa ya Ufaransa wakati wanakwenda kambini, huwa kwanza tuna, tuna wa, wapenda soka huwa wanaangalia namna gani wachezaji wao huwa wanawasili pale kambini, na sisi wachezaji wetu wameanza taratibu hizo, sio mara ya kwa kwanza hii, lakini sasa inaanza kujengeka tabia ya kwamba unakwenda katika namna ambayo uh, kidogo una kama vile mwana mitindo kwa mbali mm-hmm lakini mm, kimsingi inavutia, mm, uh, watazamaji. Huyo ni miongoni mwa wachezaji mm, Ibrahim Baka, lakini zipo picha nyingi ukienda katika ukurasa wa TFF ama uh, Tan Football utaona namna wachezaji wetu walivyowasili eh, kambini kwa mitindo mbalimbali, mbali ya mavazi amba. Malizia kabisa hapo kusema. Wazee wa fashion one, fashion yes yeah. Yeah. Ah, kule Ufaransa akule uh, Ufaransata ndio tu neno lakini kikosi kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa kimekuwa na tabia hizo mitoko mm. ya aina mbalimbali, ndio utaona pale namna wanavotupia ah, wale wamezidi wamezidi. <laughs> tutafika kama yule konde <laughs> eh. <laughs> Unakonda, mtu ambaye eh, hana vitu vingi. Ngolo Kante Ngolo Kante tura Griezmann Griezmann kwa sababu apendezi tu, sawa yes hiyo ni uh, tan football uh, taarifa, lakini tayari kikosi kimesha kuwasili uh, Afrika ya Kusini na kuna mechi kule ya kirafiki tutacheza, lakini pia tutashiriki michuano ya Kosafa. Yes, tutoke hapo tuende katika uh, posti nyingine, na kwenyewe tuone kuna nini tukapita ukurasa wa Simba Sports uh, wakasema, Kagoma kimoja lazima kibaki mwili au mpira. Hizi picha zipo kadhaa, kuna mwendelezo wa hizo picha. Mwisho wa siku, hili tukio uh, Kagoma alibaki na huyu bwana alafu mpira ukaondoka <laughs> na mchezaji mwingine wa Simba, yani Kagoma na huyu bwana walibaki, lakini mpira ukaondoka. Hapa mechi dhidi na mchezaji nani, nadhani mechi dhidi ya Al-Masri Al-Masri bila shaka ni ni i nia na mashabiki, bila bila bila shaka mechi ambayo walicheza bila mashabiki ile, bila shaka ndio ile, lakini majukwaa hayakuwa na mashabiki wengi. Kikubwa picha picha, na hicho wanachokisema, haitupate kumbukumbu za mechi gani? natafuta hicho <laughs> lakini kwanza, unakubaliana na walichoandika Simba kwa namna ya uchezaji wa Yusuf Kagoma kwamba eh, eh, moja lazima ibaki, tutabaki wa uh, mchezaji mzuri, mchezaji mzuri yeah, hasa katika ukabaji ya yeah, mm. ni mchezaji mzuri mm. ya yeah, amejipambanua, kuna daraja amejiwekea, yes mm. sema, so, kuna mtu mmoja pale aliletea picha kuniletea kumbukumbu mm. akawa, mm. ameweka amemweka Kagoma, ameweka yule Brazil nani, kwa leo, Cotinho mm. Tadeu ah, Tadeu Wang eh a Tadeu Wang ude son flaga flaga, akawa ameweka akasema, hapa kwenye prime hapa unaondoka na nani Cotinho ameweka Eh. yupo mona mm. kameka baka kwenye prime hapo, naondoka na nani eh? na mimi na mimi, kabla hujajibu hilo swali, mimi naomba niulize swali hili mm. Simba Sports imefika finali ya CAF Confederation Cup na tumia ona namna alivyocheza mechi zote mbili, au sio ndio? mm. mm. unafikiri kikosi hichi ndio bora kuliko kikosi kile ambacho uh, kilifika robo finali miaka kadhaa cha kina chama na wengine? Hapana, hapana, hapana, kocha kina chama hatari baba wanakula goli moja bila. Kaka Simba mfika finali. Kile kiboko kingine. Nataka kile nataka cha cha Miquisson pale mbele. Unajua hapo Simba Sports au waka. Ndio. Unajua, unajua hapo chini Rashid. Ile timu ni kwa Rashid. Hapo unajua kuna kuna timu mbili mm. Kuna ile walioitoa Vita Club wanaelekea robo fainali mm. ya kwanza mm. Alafu kuna Simba ya kuifunga Al Ahly na wakafika robo fainali yes. na Kaizer Chiefs 2021 yes. Hapo ni vikosi viwili kaka, achana na habari za vikosi viwili yaani, mm. Simba ile tu unaozungumzia kuanzia hapo mpaka mm. mara ya mwisho pale wanakuja yes. kukoma pale, mm. mm. Huwezi kufananisha na Simba hii. Hii ina bahati. Lakini hii si ndo Simba imefika finali. Hii ina bahati. Hii Simba imefika finali? Eh. Hii ndo timu bora. Huyo ni Michael Johnson nguru. Said? Mm. Kwa kweli? Ipi bora? Ukipima kwa mafanikio eh utasema ni hii eh. Kwa sababu ilifika finali. Eh. Lakini ukitazama mchezaji moja moja one against one eh. ile ilikuwa bora. Yes. Mimi nitaungana na wewe Saidi. Lakini nitaongeana pia na Rashidi kwa menajili hiyo. Mm. Weka mchezaji mmoja mmoja. Mm. Kwa majina. Lakini kwa bahati hawa ni bora. Yaani sasa na, na, na Misri. Yaani Misri ya Mohamed Salah. Na Misri ambayo wakina <laughs> wakina wa, eh, walikuwa bora lakini hawakufikia mafanikio waliofikia yake, na naomba naomba niulize hapo hapo pia. Mm. Young Africans iliyofika fainali CAF Confederation Cup na Young Africans iliyocheza na Mamelodi Sundowns. Iliofika finali ndio bora Yanga? Yanga Yanga bora? Eh, hey, Yanga bora. iliyofika finali CAF Confederation. Ah ha, hii hapa hii. Na hii iliocheza na Mamelodi. Ah, hii na Mamelodi ni hatari kaka. Hii na Mamelodi, hii na Mamelodi ukitaka kujua hii na Mamelodi mm. ni hatari. Mm. Kwanza, yani ile eneo la washambuliaji wote. <laughs> ndio. Walikuwa ni hatari. Yaani Yanga kwenye Yanga walicheza na Mamelodi. Mm. Wewe mpinzani ukiwa na mpira. Mm unaomba Mungu usinyang'anywe, mm. Wakikunyang'anya ni hatari zaidi, sio? Unaelewa, lakini wale nafikiri jitihada na nini walikuwa wanachezaji mm. fulani hivi kwenye level ambayo walikuwa wana uwezo wa kushindana mzuri. Dio. lakini kwangu mimi sijui Enguli na Msumi Dio. kwangu mimi mm. hii yakinazizikii Pacome Mudathi yes. Zingeri mm -mm. super kabisa, nadhani ile, ile, ile, ile ukitaka kupambanisha mm ni kampa kampa tena mm. ya kina Nionzima, Nionzima mm -hmm. Thabani, Skara, Kamusoko mm. Donadi, Ngoma, Misi, Tambwe, Msuva mm. uh, naye kopo ndo anamalizia mm. uh, kikosi kile Mtinge mm. um, Batezi ama Dida, Kanavaro mm. uh, Yondani ama Vicent Bosu mm. ile kidogo, ile ndo inabidi uinganishe nakina na ziziki i na kinapakoma unajua kina. kukupa tano tano ilikuwa tano, tano, tano, tano, ni jambo la kawaida. <laughs> Yani ukijichekesha tu umekula mekula kidogo, utaratibu ni ule ule uh -huh. iliyofika fainali kombe la shirikisho <laughs> <laughs> tutoke hapo tuende katika posti nyingine, tuone tumalizie malizie eh, muda unakwenda eh, na kwenyewe tuone kuna kuna nini, huyo mjadala bila shaka ni mrefu <laughs> na naamini hata huko kwa watazamaji mjadala huo utaendelea. Tunahitaji majibu, tutaweka hii katika mitandao yetu ya kijamii ili tuone na wenyewe wanasemaje, ama sio? Yes, hapa eh, ni alikamwe aliweka posti hii baada ya PSG kuchukua uh, kombe la UEFA Champions League, akasema mm. ndege wanau, uh, wafana nao huruka pamoja mwakani, insha Allah, Yanga bingwa ligi ya mabingwa Afrika. Huyu ni Nasser Al Khelaifi rais wa uh, PSG pale mm. uh, la lakini, uh, lakini pia huyu ni rais wa ECA, lakini huyu pia ni rais wa ACA. Ama, eh? mm. chama cha vilabu ama cha chama cha klabu, mm. Afrika, hewe. nasema aa hakuna wingi wa, uh, wa klabu ni klabu kama klabu mm, ndivyo tunavyofundishwa Mlumbi. Hey, je ni kweli ndege wanaofanana na hicho anacho kisema hali ya kwamba eh, msimu ujao ligi ya mabingwa kombe litabaki hapa Tanzania? Tuache watazamaji na wenyewe analuka yeah, na pamoja ni kweli yeah. <laughs> <laughs> <Tunde> katika posti <laughs> nyingine <laughs> na <mwajewa. nalapijar. laughs> twende katika posti nyingine tuone, huyu ni Chaze Abel, huwa anaonekana katika baadhi ya vipindi hapa Azam TV ikiwemo dakika tisini, lakini pia kurasa za mwisho. Lakini yeye ameandika huyu ndiye mwalimu wa uvumilivu na kujituma, lakini kuna mtu hapa chini akasema hata manula pia.

yupo kimpa anafanya anafanya basi, sawa tuende katika posti nyingine, tukimbizane na muda, tuone na kwenye nako kuku, uh, kupoje? Yes, hawa ni Gor Mahia jana, uliona mashemeji uh, dabi mechi ambayo ilimalizika uh, kwa sare moja moja. Uh, mwenyeji alikuwa ni Gor Mahia, na wametoa taarifa ya kwamba katika mchezo huo kiasi cha pesa ambacho wamekikusanya ni K ama shilingi, shilingi za Kenya milioni mbili laki moja hamsini na mbili elfu Mia saba katika mashemeji dabi, ambapo ukileta katika fedha ya Kitanzania ni kama takribani milioni arobaini na tano hivi, kwa sababu katika thamani ile ubadilishaji leo hii ni kama shilingi ishirini hmm, uh, nukta nane ama si ishirini na moja hivi hmm. Uh, kwa hivyo ukizidisha pale unapata kama milioni arobaini na tano takribani hmm, hizo hmm. Yes, wakiwapongeza watazamaji kwa kuweza kujitokeza jana. Yes, hayo ndiyo ambayo Saidi Msume tumeyakusanya katika mitandao ya kijamii ama Zilizobamba mitandao. Nirejesha kijiti eh, kwako ndugu yangu. Bwana, shukran sana, hali ni mufti. Uh, sema kwenye viwango hapo wapo. Sana. <laughs> Sema uwanja wa sababu unaingiza mashabiki elfu kumi na tano mpaka <laughs> elfu ishirini. Na ndio ilikuwa mara ya kwanza kuchezwa mm, mashemeji. Kuchezo dada. Mashemeji. Pare, yes. Wasicheze tena uwanja mm. ni mbaya ule. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Sawa bwana. <laughs> Sisi leo ndivyo tunavyohitimisha uh, hivyo lakini hmm, kwa sababu ndo tunaondoka, basi Alibakali mufti atufungie kipindi li. Ah. Tutoka na mufti eh. Mufti, eh, uh, mufti kutoka kutoka kutoka Mangula. Ah, kutoka... sio kutoka Ujda. Mangula. Ujda. Mangula ya nini? Tufungie kipindi bwana mufti bwana. Shukrani za dhati kwako wewe mtazamaji mm. wa Azam Sports One HD na haswa mm. kipindi hiki cha Viwanjani. Tunakushukuru sana na tunakuomba uendelee kutazama vipindi vingine vinavyofuata uh, kutokea hapa hapa Azam Sports One HD. Yes. Ulikuwa nami Alibakari, nilio kuletea e, mitandaoni ama zilizo bamba mitandaoni, lakini kipindi hiki alikuwa anaongoza ni Saidi Msumi ama Vani Msumi, anatambulika hivyo e, mitandaoni. Lakini pia alikuwa po Rashid Hamisi, the heavy weight pandit, anatambulika kwamba Rashid underscore Hamisi. Michael Johnson Nguli, ama Michael Nguli huko mitandaoni. Hawa wote walikuwepo katika kipindi hiki cha Viwanjani. Tukutane tena kesho insha Allah. Anapuwa jali adios. Yes, amigo eh. Hey.